Nimekwenda jela kumsalimu, kaniambia neno hili hata kama wataninyonga, msiache kupigania mabadiliko katika nchi yetu. Niko tayari kunyongwa na nawaonya, nawaonya, nawaonya, sitahitaji vikao vya gizani. Wacha waninyonge, kama waninyonga mimi, nimeshakufa siku nyingi. Sasa nyie watu wa Tandale, sura hii ya timu hii ya uchaguzi, kuna uchaguzi hapa. Mlifanya uchaguzi wa Segeza Mtapa, walibandika watu wanavyotaka. Sasa huu uchaguzi tunasema hivi: no reforms, no, no reforms no election. Polisi sikilizeni, tunaposema no no reforms no election, hatususi uchaguzi, hatuziri uchaguzi tutahamasisha watu kuelewa tunachokisema kupinga sheria kandamizi. Tutaita maandamano makubwa ya amani katika siku zinazokuja kukataa hali hii ya kisiasa. Sasa mheshimiwa, mbona watu ni waoga? Itakuwaje? Twendeni mpaka mwisho wa mwanzo wa bahari. Tukose njia, Mungu ataonyesha njia. Twendeni mpaka mwanzo wa bahari. Mimi sina wasiwasi na mabadiliko ya nchi. Sina wasiwasi. Wasiwasi nilionao ni watu wakikata tamaa. Kama hatukati tamaa, hata kama tunaita mkutano, tunakutana, watu kumi tunaongea, tunaelewana, twendeni mpaka mwanzo wa bahari. Twendeni polepole, tukichoka, apokee kijiti mtu mwingine, akimbize nyimbo mbio, tukichoka, hiko siku tutafika katika mafanikio. Ni heri kama uko hapa mwana CCM ni heri ukachagua mateso pamoja na haki kuliko starehe pamoja na dhulma, kwa sababu dhulma itafika mwisho. Kazi ya kupigania haki ni kazi ya Mungu, msichoke nyie. Dar es Salaam nyie, mkiamua kesho nchi hii kubadilika, mkaingia watu laki moja barabarani, hawa watu hawafanye kitu chochote. Polisi nchi hii wafike 44 wote, nchi hii wote, ili kila polisi amkabili mtu mmoja, inatakiwa wachukue polisi wote nchi nzima kwa nini tukiandamana maandamano yetu hayapati heshima? Ni kwa sababu moja tu, tunaandamana wachache. Ukiweka watu elfu ishirini barabarani, hawa watu kesho wanaita kikao, nakwambia wanaita kikao Ikulu, njooni tuongee, mnataka nini?